Naam, asante sana. Bila shaka, tunakuja moja kwa moja katika kutoka eneo la Amboseli, tukiendelea na Sema na Citizen. Naam, bila shaka hii leo, kama unaona hapa, tunapendeza kweli kweli, utajiuliza mara nyingi watu wengi tu humu nchini na hata katika mataifa ya kigeni mara nyingi wanapenda kuvaa nguo za jamii ya Maasai hususan kwenye sherehe mbalimbali. Utawapata mawaziri, utawapata maafisa wa serikali na vile vile labda wageni kutoka taifa mbalimbali mbali, wamevalia haya mavazi, lakini labda usilolijua ni kwamba kila vazi katika jamii ya Maa ina umuhimu wake, kwa sababu kuna wale ambao wanavalia bila kufahamu kwamba umevaa labda vazi ambalo linavaliwa na watu wa rika fulani na maswala kama hayo. Lakini ninao hapa wazee na kina mama kutoka jamii hii ya Masai waweze kutueleza labda, ndio watazamaji wetu waweze kupata kiukweli, labda ukiwa Nairobi pale kwa mfano, unaweza vaa nguo ipi kwa wakati gani, na labda kwa umri upi, ndio usije ukavaa nguo kumbe umevalia nguo ya uh, wale uh, wasichana ambao bado mbaobado olewa ama wale warani na kumbe wewe ni mzee ambao unafaa kuvaa nguo aina fulani. Kwa hivyo tutapata maelezo tu kutoka kwa hawa akina mama. Tutaanza na wewe, tukaribia hapa mbele hivi, tueleze tu labda, mpiga picha, ukipiga tu picha ya mwanamke ambaye anataka kutuelezea, tueleze tu mwanamke ambaye labda ameolewa na vaaje. Eh, kwa majina anaitwa Elizabeth Lekimaine, kutoka Samburu County Losuk Ward. Mimi ni msamburu kamili. Na ninataka kuelezea eh, mama mwenye ameolewa anafaa aje kwa Kisamburu. Mama mwenye ameolewa ako na shanga kama hivi. Eh. Eh, anafaa hivi, mm-hmm. Hii nyororo inaonyesha huyu mama ameolewa, hii sasa inaonyesha heshima ya, ya Msamburu, huyu si msichana tena yeah. E, ni ameolewa na anafaa pia hizi kwa masikio yake na hii shanga yeah. Kwa mkono tunaweka, uh, kuna ka kabango ka bango, lakini ni ya shuma, inawekwa akiolewa yeah. Kwa hivyo bibi Msamburu anafaa hivi. Yeah. Mm. Kwa hivyo huyu pia ni mmoja wa wale ambao wameoleka amevalia hivi. Yeah, lakini huyu ni mkimaasai. Aya yeah. Yeah. Yeah. Na sasa huyu, hebu usongea hapa karibu, songea tu, songea nyuma kidogo. Aya huyu hapa hivi tueleze kuhusu, huyu ni msichana mdogo ambaye hajaoleka, tunaona amevalia hivi, ina maana gani? Huyu ni msichana mdogo mwenye bado hajaoleka, kwa sababu masikio yake hakuna, yeah. kitu na hakuna vitu kwa mikono yake na hata yeye hajafaa shanga mingi. Yeah. Yeah. Kwa hivyo watu wajue kwamba ukitaka kuvaa vazi kama wewe labda hujaoleka hivi ndio inavaliwa. Yeah. na kama umeoleka namna hiyo. Namna hiyo. <laughs> Yeah. Okay. Okay. Okay. Aya, asante sana, hebu tupate pia mwanaume tuweze kuambia, nafikiri Lulu, ukimwangalia huyu bwana akija hapa hivi Anatokea jamii ya Samburu, mara nyingi wanavaa hivi. Kwa hivyo ukikutana na mtu ambaye amevalia hivi, sana sana wanatoka katika kaunti ya Samburu. Labda mzee, wanaume wanavaa aje na nilika gani anavaa vipi? Aa, kama sasa huyu kijana yuko hapa, kwa majina anaitwa Peter Lekutut, anatoka Isiolo, jamii ya Wasamburu kutoka Isiolo. Anawakilisha wale wazee wa Council of Elders katika hiyo sehemu ya Isiolo, sehemu inaitwa Olonyiro. Huyu sasa ni Murani ni wa rika kati ya miaka ishirini na ishirini hadi miaka thelathini. Hivi ndio mavazi ya mrandi. Unaona amevaa kitu inaitwa katar, unaona amevaa marinai, amevaa aldorop. Yeah. Alafu kwa kichwa hapa, hizi mbeleni ilikuwa ni manyoya ya ya ndege. Yeah. Lakini sasa kwa sababu ya mambo ya hifadhi, watu wamegeuza, sasa wanatengeneza plastic. Yeah. Badala ya ile maneno ya ya kuua ndege na kuweka hizo hizo, uh, feathers za ndege. Yeah. Sasa wamebadilika kiazio. Ah, hii chain inaonyesha ni mrani, sasa hizi faa hii ni warani ndio wanavaa. Kati ya hizo umri 20 years mpaka 30 years. Hao ndio tunaita warani. 35 years, wanaruhusiwa kuoa sasa sasa sasa, wanaondoa wazee. Na huyu morani mwingine, ukisonga nyuma kidogo, karibia karibia karibia tu tu tu, hapa hapa hapa hivi hapo, eh eh, hizi tatu, lakini samburu tu moja. lakini mafazi moja, unaona yao ni mingi he. mingi ni nyeupe sasa hiyo ndio mavazi ya Kimasai, lakini murani mwingine ni murani wa Kisamburu. Hiyo ndio tofauti kidogo, sisi tunaweza tofautisha, lakini watu wengine hawatofautishi yeah. Wanaona kama ni murani tu, bora tu mtu avae, lakini sisi tukifanya namna hii tunajua huyu ametoka Masaini. Huyu akifanya yeah, namna hii tunajua ametoka Samburuni. Yeah. Hii ndio mavazi ya warani yeah. Aya, tukimalizia tu hapa hivi, hebu tupate huyu mzee hapa kwenye kamera, ingia tu hapa hivi alafu la, labda labda mzee, tukiendelea tu na maelezo, hebu tueleze kwamba wanaume ambao labda wanaheshima kwa jamii namna hii ndio wanavaa. Mzee ambaye ameheshimika kwa jamii, hivi ndio anaheshimika. Unaona mrani anaenda kifua wazi hey. lakini mba, mzee hapana, lazima aweke aweke shanga aweke shuka, kwa sababu ya mambo ya mafasi yake, kwa sababu mambo ya watoto wake. Lakini mrani hivi ndio anapaswa kufaa, mzee hivi ndio mzee anapaswa kufaa. Unaona tofauti yake. Kichwa hakuna kitu ako naye, yeah. Labda aweka kofia lakini warani sio kofia, ni nywele ndio wanasuka. Hebu yeah. Tumalizie hapa nyuma yako kidogo, unaweza karibia tu hapa kijana. Naona haya manyoya ambayo umevaa, tueleze tu maana yake kidogo tu tukimalizia. Oh, kwa majina naitwa Moses Pateli kutoka saidi za Magadi. Mimi hapa nikivaa hii, wakati hii inavaliwa ni wakati ambapo morani ameenda vita mahali ila uende, alafu ushinde, uue mnyama i wakati ndio unavaa kuselebrate, kusherekea. Kwa hivyo haya ni mavazi ambayo tunavaa wakati wa kusherekea. Umeenda, umewinda, umeua mnyama, tunaenda uasherehe kufurahia. Haya, yeah, asante sana Lulu Hassan, kama umesikia, hawa ni wakazi kutoka jamii ya Maa, na umesikia tumekuwa na wengi sana kutoka kaunti mbali mbalimbali ikiwemo Ilchamus kutoka kaunti ya Baringo, tumekuwa na ndugu zetu kutoka kaunti ya Samburu, tumekuwa na ndugu zetu kutoka kaunti ya Laikipia, pia kutoka kaunti ya Kwale na pia taifa jirani la Tanzania. Lakini pia kitu ambacho pia tumesoma hapa ni kwamba kuna tofauti pia ya rangi. Kuna rangi kutokana na kaunti mbali mbalimbali wanavaa rangi tofauti tofauti. Kwa hivyo kama unaona ni watu ambao wanapendeza kweli kweli. Tunaweza imba kidogo tukimalizia. Haya, twende. Haya Lulu Hassan, kazi kwako. Wakati tunaendelea na sherehe hizi katika eneo hili la Amboseli. Mimi naitwa Robert Masai. Kwako Lulu Hassan. <laughs> <laughs> Naam, shukrani sana Robert Maseko, na kwa taarifa hiyo natumai kwamba mtazamaji umeweza kujifunza mawili matatu kutokana na tamaduni za Wamaa. Na kwa hivyo sasa mtazamaji naarifiwa kwamba tunapumzika kidogo, lakini mwendo wa saa tano tutakupeleka hadi eh, kaunti ya Kakamega. Kuna nini? Tutakujuza baada ya muda usio mrefu.